Hivi ulishawahi kusikia hadithi za nyoka anayeluka angani kama ndege? Yaani, nyoka mwenye uwezo wa kupaa angani kama wanyama na ndege walukao. Je, nyoka hao wapo kweli? wanapatikana wapi na maisha yao yapoje? Ili uweze kufahamu mambo hayo na mengine mengi sana kuhusu nyoka hawa, hakikisha kuwa unaungana nami kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa makala hii. Kama bado ya subscribe katika chaneli yetu, nasubili nini? Hakikisha kuwa una subscribe kisha na bofya alama kengele notification. Kwani kwa kufanya hivi utaweza kupitwa na video zetu zenye lengo la kukuburudisha na kukuelimisha. Mimi naitwa Dennis Jenson. Ndiyo, nyoka hawa wapo kweli na wanajulikana kwa jina la fly snake. Hawa ni nyoka wenye uwezo wa kuruka juu na kupaa angani kama ndege wengine. Inaelezwa kuwa nyoka hawa na uwezo wa kuruka kwa umbali wa mita 30 hadi mita mia na uruka kwa kasi ya mita kumi na moja kwa sekunde moja. Ya swali muhimu sana ambalo huenda ukawa unajiuliza Je, nyoka huyu anawezaje kuruka hali ya kuwa hana mabawa kama ndege na wanyama wengine warukao? Kwa mujibu wa tafiti za kisayansi zilizofanyika kuhusu nyoka hawa, inaelezwa kuwa uwezo wao huo wa kuruka unasababishwa na mchanganyiko wa njia zifuatazo. Njia ya kwanza, body flattening. Pindi wanaporuka kutoka kwenye tawi, nyoka hawa hutumia mbavu zao kunyosha mili yao hadi karibu mara mbili ya upana wao wa kawaida kwa lugha rahisi naweza kusema kuwa mbavu za nyoka hawa zina uwezo wa kujikunja na kujinyosha baada ya nyoka hawa kunyosha mbavu zao hubadili kabisa umbo lao la kawaida la mvilingo hadi kuwa umbo la bapa inadaiwa kuwa nyoka hawa hutumia umbo lao hilo kama bawa au parashuti pindi wanapokuwa juu hivyo kwa lugha rahisi ni kuwa umbo hili ndo linamwezesha nyoka huyu kuweza kukaa juu bila hivyo asingekuwa na uwezo wa kuruka Njia ya pili, aerial induration, pindi ambapo nyoka hawa wakiwa angani huelea kama wanaogelea vile wakati wakiwa juu. Kwa mujibu wa utafiti uliofanyika mwaka elfu mbili na ishirini katika Virginia Tech ulithibitisha kuwa mwendo huu wa kuogelea ni muhimu sana kwa uthabiti. Bila nyoka hawa kwenda kwa staili hii ya kuogelea, basi wangeanguka na wasingekuwa na uwezo wa kwenda mbele. Njia ya tatu, Complex Waves. Pindi ambapo nyoka hawa wakiwa angani huunda aina mbili za mawimbi kwa wakati mmoja. Mawimbi hayo huwa kama yafuatayo: wimbi la kwanza huwa ni wimbi kubwa la mlalo na wimbi la pili huwa ni wimbi dogo la wima. Kwa pamoja, mawimbi hayo humsaidia kuelea juu na kuongeza umbali wao wa mlalo. Je, kwa nini nyoka hawa hupenda kufanya hivyo, yaani kuruka juu na siyo kutembea chini? Inaelezwa kuwa nyoka hawa hufanya hivyo ili kuwakwepa wanyama na wadudu wanaowawinda. Pia hufanya hivyo ili kuokoa nishati ikilinganishwa, yani na kuteleza chini, yaani anapokuwa anateleza chini anatumia nishati kubwa sana kuliko akiruka juu. Pia wanatumia njia hii ili kuwarahisishia kufanya mawindo yao, kwa sababu wanyama wanaowatumia kama chakula chao kikuu wengi hukaa juu, kama vile ndege, mijusi, popo na wengineo. Wote hao niliyokutajia hapo ukaa juu ya miti, hivyo uwezo wao huo wa kuruka huwasaidia kuyakamata mawindo yao kirahisi sana na kwa kuyashtukiza, kwa sababu naye anakuwa na uwezo wa kuruka juu. Kwa mujibu wa tafiti zilizofanyika, inaweza kuwa nyoka hawa wanapatikana kwa wingi zaidi huko kusini mashariki mwa bara la Asia na katika maeneo mbalimbali yenye misitu ulimwenguni, hasa hasa katika nchi kama vile Kambodia, Singapore, India, Ufilipino, Sri Lanka, Thailand, Bangladesh, China, Nepal, Vietnam na maeneo mengine yenye misitu ya kitropik. Pia wakati mwingine nyoka hawa hupatikana mashambani. Je, yes, sumu ya nyoka hawa ipoje? Kwa mujibu wa tafiti za kisayansi zilizofanyika kuhusu nyoka hawa, inaelezwa kuwa wana sumu kidogo sana, ambayo ni hatari tu kwa mawindo yao madogo kama vile popo, panya, mijusi, vyula ndege na wadudu wengine wadogo wadogo. Kwa mujibu wa tafiti, inadaiwa kuwa nyoka hao wanao utaga mayai kuanzia mayai matano hadi nane na hukua hadi kufikia urefu wa sentimita 120, na urefu huu hutofautiana kulingana na spishi waliopo, kwa sababu inawezekana kuwa kuna zaidi ya spishi tano ya nyoka hao wanaoruka. Pia inadaiwa kuwa wana uwezo wa kuishi hadi miaka kumi na wana kasi kubwa sana pindi wanapotembea. Kwa mujibu wa tafiti mbalimbali zilizofanyika inaelezwa kuwa nyoka hawa wana mbavu ambazo huwasaidia kuruka na hawa ndio nyoka pekee wenye uti wa mgongo ulimwenguni. Inaelezwa kuwa nyoka hawa wana mbavu zinazonyumbulika sana na misuli maalum inayomruhusu kudhibiti umbo la mwili wake wakati akiwa juu anaporuka. Iko hivi, mara nyingi nyoka hawa wanapohitaji kuruka hupanda juu ya mti, kisha huenda katika tawi la mwisho kabisa, yaani juu ya mti, kisha hujiachia na mwili wake unabaki umeshikiliwa na mkia, yaani kwa lugha rahisi anakuwa ananing'inia. Kisha baada ya hapo hujisukuma kwa nguvu kwa kutumia mkia wake, kisha baada ya hapo ndo ataruka juu. Inaelezwa kuwa akiwa juu, nyoka huyu hujilegeza sana mwili wake na huzitanua mbavu zake, jambo ambalo hufanya mwili wake kuwa flat. wakati akiwa juu anaendelea na safari, hutengeneza kama herufi S, yaani anakuwa ni kama anaogelea angani. Nyoka hawa wote huwa na mikia mirefu sana na miembamba. Je, mikia hii huwa na kazi gani? Kwa mujibu wa tafiti mbalimbali zilizofanyika, inadaiwa kuwa mkia wa nyoka huyu humsaidia kujishikilia wakati anapohitaji kuruka na pindi anapohitaji kutua, ili aweze kutua vizuri. Pia mkia wa nyoka huyu humsaidia kumpa balansi pindi anapokuwa angani na ndio humsaidia kuweza kuruka. Pia mkia huu humsaidia kumpatia uelekeo pindi anapokuwa juu. Je, yeah, wewe nini maoni yako kuhusu nyoka hawa? Hakikisha kuwa unaniandikia maoni yako hayo kwenye sehemu ya comment. asante sana kwa kuwa nami kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa makala hii. Kama bado hujasubscribe katika chaneli yetu, nasubiri nini? Hakikisha kuwa una subscribe kisha na bofya alama ya kengele ya notification, kwani kwa kufanya hivyo utaweza kupitwa na video zetu zenye lengo la kukuburudisha na kukuelimisha. Mimi naitwa Dennis Jenson, nakutakia wakati mwema. Tutaendelea na kwenye video nyingine. Asante na kwaheri.